Karibu katika akaunti ya Pata Plus Market na hapa nitakuelekeza vizuri namna ya kutumia akaunti yako ya Pata Plus Market. Baada ya kuweza kulogin, moja kwa moja sehemu ya kwanza kabisa itakwambia welcome, kama kawaida itataja username yako. Kama kwangu itataja username ya Odumodu Black. Mimi naitwa Odumodu Black. Sehemu ya pili ni sehemu ambayo utakunapata notification, yani taarifa mbalimbali katika akaunti yako ya Pata Plus pindi kunapokuwa zinatokea. Video zikiwekwa utakunapata taarifa hapo na taarifa kadha wa kadha, lakini kitu kingine ambacho nitaenda kuelekeza katika ambacho utakikuta katika akaunti yako ya Pataplus ni kuhusiana na suala la welcome bonus. Welcome bonus ambayo unaizungumzia hapa ni ile pesa ambayo unaipata mara tu baada ya kujisajili, ukiisha jisajili na Pata Plus Market. Kampuni itakupa offer ya shilingi 10,000 kwa kuwa umejisajili, lakini kumbuka kuipata hii kuna terms and conditions ambazo inatakiwa ufikie. Sehemu nyingine utakuwa na balance. Balance ni pesa yako ambayo umeipata kutokana na kualika watu, lakini sehemu nyingine zote zilizobaki kama Facebook, video, WhatsApp na kadhalika zote hizi zitakuingizia pesa katika sehemu zake husika moja kwa moja utascroll mpaka sehemu ya chini kabisa ambapo utakutana na audio ambayo inaelezea namna nzuri ya kutumia akaunti yako ya Pata Plus Market, hivyo utastahili kusikiliza audio hiyo kwa makini zaidi, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na sehemu nyingine ni katika sehemu ya referral link, hapo utakuna uwezo wa kukopi linki na kuweza kuwatumia marafiki, ndugu, jamaa ambao utatamani wajiunge na fursa hii, na pindi utakapojiunga basi utalipwa. Kisha utaenda katika upande wa kushoto juu kabisa katika vidoti vitatu vinavyoonekana pale sasa nitakuelekeza kila kilichopo hapa uweze kuelewa, na na na ni namna gani akaunti yako inafanya kazi. Dashboard hii ndio sehemu ya kwanza kabisa ambapo unakuwa unajiunga na akaunti yako ya Pataplus Market na ikuta na tumeshaipita. Sehemu ya pili ni sehemu ya withdraw. Ikiwa utahitaji kutoa pesa, basi utakuwa na click hii sehemu ya withdraw, na ukisha click hapa itakupeleka katika ukurasa ambao utaweza kutoa pesa. Kama tunavyojua, kiwango cha chini cha kutoa pesa katika sehemu ya main balance ni shilingi elfu 15. Maanake utakapokuwa umealika watu kuanzia wawili utakuwa na access ya kuweza kutoa pesa katika account yako, kisha kuna sehemu ya weekly challenge. Weekly challenge hii mashindano ya wiki, maana yake kila mtu atakaye kuwa nafanya vizuri zaidi kwa wiki basi kampuni itakuwa inampa kiasi cha pesa 15,000, 10,000 na 5,000 kuanzia mtu wa kwanza mpaka wa tatu. Sehemu nyingine ambayo katika Pata Plus Market ni kuhusiana na sehemu ya buy goods hii ndo sehemu ambayo itakusaidia kuweza kununua bidhaa ama kuuza ikiwa wewe ni mfanyabiashara. Sehemu nyingine ni welcome bonus. Hapa pana option ambayo itatakuwa ukidhi vigezo ili uweze kupata ile welcome bonus ya shilingi 10,000, na kigezo chenyewe inatakiwa ufikishe kiasi cha pesa cha pesa shilingi kiasi cha lifalo ambao umewaunganisha lifalo 40 kamili nam. Sehemu nyingine sasa, hizi ndo tasks zitakazokusaidia kuweza kuingiza pesa. Karibu video ndo hii ambayo unaitazama TikTok video utakuna tazama hapo na kulipwa. YouTube video utakuna gusa hapo na kulipwa. Facebook video utakuna gusa hapo na kulipwa. quiz maswali utakuna gusa hapo na kujibu. ads utakuna gusa hapo na kulike matangazo WhatsApp na kadhalika. Baada ya kuweza kujua vipengele vya msingi ambavyo vitakusaidia kuingiza pesa, basi natakuwa utambue kwamba kuna sehemu nyingine ambazo ni extra ambazo zimewekwa kwa ajili ya wewe kuweza kupata vitu mbalimbali mbali ama ujuzi ambao unastahili kuupata. Sehemu ya kwanza ni community. Hapo utakuwa unapata mafunzo moja kwa moja katika akaunti yako ya Pata Plus. Kisha tuna forex course. Kwa hiyo ambao unajifunza forex hapo utakuwa ukijifunza namna ya kuweza na kutrade vizuri kabisa. Pia kuna AI course. Kwa wewe ambao unataka kujifunza kuhusiana na AI basi ni uwanja mzuri kwako wewe kuweza kujifunza kuhusiana na AI. Ukitaka kutoka utakuwa unagusa sehemu ya log out au sign out, lakini pia kuna option nyingine ambayo sijakuonyesha sija, sija inaitwa team. Team ni watu ambao umewaalika sasa ukitaka kujua team, ukiangalia kwenye account yako kwa chini kabisa kuna sehemu imeandikwa timu, hapa utakuna ona watu wako wote ambao umewaalika. Utakuna gusa hiyo sehemu ya timu, kisha utakuna ona watu wako wote ambao umewaalika katika Pataplus Market kuanzia level 1 mpaka level 3. Pia ukitaka kuzijua taarifa zako za ndani, utaenda katika upande wa kulia, utagusa doti tatu, kisha utaenda katika My Profile. Hapa utaweza kuona namba yako ya simu kama iko sahihi, utaona email, utaona majina yako. Kwa mfano mimi naitwa Ibrahim Traole, utaona username yako, Odmod Black ndio username yangu, lakini pia utamuona apply ni wako, yani mtu aliyekualika, pindi ambapo na kunapata changamoto, basi natakuwa umtambue mtu aliyekualika na uweze kumwambia akuelekeze utambue zaidi. Nadhani tunazidi kuelewana vizuri na unanifahamu vizuri kabisa kwa sababu ni vitu vya msingi sana ambavyo unatakiwa uvijue katika akaunti yako ya Pata Plus Market, pindi utakapokuwa unafanya kazi usipate changamoto yoyote ile. Kumbuka, ili upate pesa nyingi sana katika Pata Plus Market, itakulazimu kuweza kualika watu, na sehemu ya kualika watu ni kupitia hii linki yako ambayo iko hapa. Utaikopi hiyo linki kisha utakuwa mbali mbali na watumia marafiki mbalimbali ili waweze kujiunga na fursa hii hii ndio sehemu si pekee ambayo itakupa kiasi cha shilingi zaidi ya elfu hamsini kila siku ikiwa utakuwa tayari nadhani umeelewa vizuri let's do this